Jehovah, Yahweh Jehovah, Yahweh Jehovah, nitajifanya tena mwanaume shwali. Ah, lazima tu unishike shike, unataka tu unishike shike nyege zangu zipani. Unanishika shika tu, unataka tu kunishika shika tu. Shika basi, shika, mpuna, nishika, shika. Ah, ah, ah, tulia, tulia, relax. Ni kwa tulia. Ah, Yawa. Hata like. Sina feeling sata moja ni mtu ananishika shika acha ni muache basi. Ni acha tu utafanya nilia. Tulia tu sasa. Ai bebe, yaye. Sasa unaniacha tu hivyo tu. Nimechoka.